El Shadai uko na kile minadai ulinipenda hata kama misifai El Shadai. El Shadai. El Shadai uko na kile minadai ulinipenda hata kama misifai El Shadai. El Shadai. El Shadai. Je, wamjua adui wa njiani? Je, wamjua adui wa kiroho? na je, wamjua adui wa maisha yako? Karibu ujifunze neno la Mungu katika kanisa la EAGT Nduguti. Fuatilia vipindi vyote ili upate kuokoa nafsi yako na maisha yako. Siku ya Jumatano saa kumi jioni mpaka saa kumi na mbili tunajifunza Bible study. Siku ya Jumaa saa kumi mpaka saa kumi na mbili jioni ni siku ya maombi na maombezi, na siku ya Jumapili kuanzia saa tatu mpaka saa saba mchana. Karibu jumuike nasi katika kumwabudu Mungu, na kwa wale wote wenye shida na matatizo mbalimbali karibuni kwa maombi na maombezi. Kanisa letu la EAGT liko mkabala na halmashauri wilaya ya Mkalama Nduguti. Karibuni sana na Mungu Awabariki and every day every day is an awesome day Na na vile unanibariki hata mimi silewe and every day every day you come through in an awesome way akwenye ii nimepata rafiki rafiki wa kweli. Je, wamjua adui wa njiani? Je, wamjua adui wa kiroho? na je, wamjua adui wa maisha yako? Karibu ujifunze neno la Mungu katika kanisa la EAGT Nduguti. Fuatilia vipindi vyote ili upate kuokoa nafsi yako na maisha yako. Siku ya Jumatano saa kumi jioni mpaka saa kumi na mbili tunajifunza Bible study. Siku ya Ijumaa saa kumi mpaka saa kumi na mbili jioni ni siku ya maombi na maombezi, na siku ya Jumapili kuanzia saa tatu mpaka saa saba mchana. Karibu jumuike nasi katika kumwabudu Mungu, na kwa wale wote wenye shida na matatizo mbalimbali karibuni, karibu kwa ma ombi na maombezi. Kanisa letu la EAGT liko mkabala na halmashauri wilaya ya Mkalama, Nduguti. Karibuni sana na Mungu awabariki. Nahisi nguvu zako kwangu. Dear Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage